Sasa ndugu zangu, nimefikia maamuzi, baada ya kumwomba sana Mwenyezi Mungu, baada ya kusikiliza hoja mbalimbali, baada ya kupima hoja mbalimbali mbali, lakini baada ya mimi pia, kwa sababu ndo nafahamu jimbo hili, kuangalia sababu mbalimbali mbali, na hivyo Naomba niwatamkie. Naomba niwatamkie ya kwamba katika uchaguzi unaokuja, nitagombea jimbo la Mtumba. Nazo sababu, nazo sababu, naomba mnikubalie, mnisikilize, niliwaomba sana msishangilie. Nazo sababu Mimi nimekuwa mbunge kwa miaka kumi hapa. Liko jambo, yako mambo ma, mawili makubwa ambayo yanagusa eneo kubwa sana la wananchi, na ambayo sitabaki na amani hata kidogo maamuzi yangu yangekuwa tofauti ni swala sio swala kwamba sipendi sana Dodoma mjini kwamba napenda sana Mtumba, lakini baada ya kuomba Mwenyezi Mungu kuongeza sababu zote, nilibaki na swala la amani ya nafsi, ndio ilikuwa jambo linanitatiza sana. Ndugu zangu, tuko tuna changamoto ya ya barabara ya kutoka kilimani mtiuka Mvumi. Barabara hii kwa miaka zaidi ya arobaini imekuwa ikiahidiwa haijengwi lakini tumejitahidi, barabara hii imejengwa na mkandarasi uko anaendelea na kazi kwenye barabara hii, lakini iko barabara nyingine ambayo ime imekaa kwa muda mrefu na ambayo kwa muda wote imekuwa ikitolewa ahadi barabara kubwa ya Ihumwa Ombolo Mayamaya. Nimejitahidi kufikisha mpaka ilipofika hapa, inaendelea bado kuhitaji nguvu yangu jambo hili liweze kutimia na nimeangalia kwa njia ambazo nimepita na nikiacha katikati, na eneo linaogusa zaidi ya watu laki moja ambao imekuwa ni changamoto kubwa sana. Nimejitafakari sana nikasema, nikiondoka hii kitu haijatimia, nafsi yangu hawezi kuwa na amani hata siku moja, ngebaki na mzigo mkubwa sana katika moyo wangu. Na nilitamani kuona ndoto hii inatimia katika jambo hili, na ili ni lazimu kuyafanya maamuzi yangu yaelekee huko, lakini tumejenga hoja, jambo ambalo nimepambania kuanzia mwanzo, tunajenga mji mpya wa kisasa Hombolo Thematic Satellite City kuanzia kuanzia mji wa serikali kwenda mbele, na tayari watu wa UNDP wako wako Dodoma, wako Tanzania, wanaingia Dodoma tarehe ishirini kwa ajili ya jambo hili. Ni miradi ambayo nimekaa nimetafakari ya kwamba nimesaidia kuianzisha, nikija kuiacha njiani bila kutimia, ingebaki na naumia sana mw nafsi yangu na mzigo ungekuwa mkubwa sana, lakini kuna na jambo lingine la iumwa mashali niad na kwenyewe, pia nilibaki kuwa na mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo, nilipojipima ni kwamba niliona ile sehemu yenye changamoto kubwa zaidi ambayo hazijakamilika na kwa nafasi ambayo nilikuwa nimeshaipitia, nikasema: Asiende kwanza mtumgeni, kwa kasi kasi mbu, mtu mgeni asijue kwa kuanzia. Mimi nishafika sehemu kutatua changamoto. Na changamoto zilikuwa ni kubwa sana katika eneo hili. Zinagusa watu wengi sana. Nasema naomba mnikubalie. Sikuwa na sababu nyingine yoyote kubwa. Lakini sababu kubwa ni kwenda kuyakamilisha haya. Na hao wengine basi wafurahie sehemu ya uongozi wetu kwa sababu ya changamoto kubwa ambayo inakabili maeneo hayo. Kwa mtu yoyote ambaye ameyapitia ambayo nimeyasema. Anza kukubaliana nami. Ndugu zangu, nitawaomba yafuatayo. Cha kwanza, nimepitia jumbe za kwenye magrupu ya WhatsApp na na watu kujibizana, imenitia unyonge sana. Wanmeingia hapa, niko mnyonge kidogo, imenitia unyonge kidogo, kwa sababu mnaweza mtafikiri ni jambo la kawaida lakini kama kuna mtu angekuwa kwenye viatu vyangu hapa ni jambo gumu sana. Niwaombe, niwaombe tusilipeleke jambo hili kwenye ushabiki mpaka kudhihakiana kabisa, wengine nimeona kwa sababu tu ya Dodoma mjini na kwa sababu ya Mtumba. Niwaombe sana hilo la kwanza. La pili, nitaomba nikisema maamuzi yangu, nitawaomba nitawaomba msishangilie Nawaomba kama inawezekana, mtaomba msishangilie la kwa sababu pia nitaka ni niseme kwa nini nimefanya hayo maamuzi. Hiyo ni muhimu sana, ni muhimu sana. Nimepata ni tabu sana na siku mbili mimi sijalala, napata tabu kubwa sana, meomba Mwenyezi Mungu, nimefikiria vitu vingi sana katika siku nilikuwa naomba isifike ni siku ya leo. Nilikuwa natamani muda usiende, ni siku ngumu sana kwangu, kwa niombe tusilipeleke jambo hili katika katika njia hiyo. Manufaa ya jimbo kugawanya, ndugu zangu, Jimbo la Dodoma mjini ni kati ya jimbo ndio lilikuwa jimbo kubwa linaloongoza nchi nzima kwa kuwa na kata nyingi na mitaa mingi sana. Wabunge wenzangu kuna wakati walikuwa wananishangaa wakiniona mi ni mbunge wa kata 41, mitaa mia mbili na ishirini na mbili. Ningeamua kufanya mkutano wa mtaa mmoja kwa siku moja, mkutano pekee yake tu ningetumia miezi saba na siku nne kufanya mkutano tu ya mitaa, lakini pia na kata ya arobaini na moja zilikuwa ni kata nyingi sana. Mimi kwa nafasi yangu nilijitahidi kufika kila eneo na hata ilipokuja mapendekezo nilijua nitapata ugumu huu, lakini sikutaka kuwa mbinafsi. Dodoma sio ya kwangu mimi, leo nitakuwepo, kesho sitakuwepo. Kikubwa tuwafikishie wananchi wetu maendeleo ya haraka. Mgawanyo wa jimbo una faida hizo, tuna mfuko wa jimbo ambao kwa hivi sasa anapokea takribani shilingi milioni tisini na nne nafikiri lakini sasa hivi tutakuwa na mifuko ya jimbo miwili, kwa maendeleo yatasogea kwa haraka yata zaidi kuliko ilipokuwa awali linauganywa huo mmoja. Lakini tuna fedha ambazo Mheshimiwa Rais huwa anazitoa kila mwaka kwa ajili ya kurekebisha miundo mbinu bilioni moja nukta tano. Baada ya hapa, maanake tutapata bilioni tatu ambazo zitahudumia eneo kubwa zaidi. Zile fedha ambazo mimi nilizipata kwa wakati ule ndio leo, ukienda ukienda kata ya Mkonze, daraja la Nzinje ambalo mvua ilikuwa ikinyesha linakata mawasiliano kabisa, tumejenga kwa fedha hizi. Milioni mia tano tumepeleka pale, mimi, kwa sababu ndio nilikuwa mbunge wa hapa. Katika mapendekezo haya nilikuwa na uwezo wa kusema hamna changamoto, jimbo libaki moja. Mimi kwa nafasi yangu nilijitahidi kufika kote, lakini leo nipo, kesho sipo. Je, wanaokuja na kuaje? Kwa nini mimi naangalia hapa tu? Kwa sababu mimi nimeweza kufanya hivyo, lakini hawa wanadodoma hawa, hiyo huduma wanaenda kuipatia wapi? Kwa hiyo ndio manufaa makubwa ambayo tutayapata ndugu zangu. Wakati ninaomba kura, niliomba kura nikiwa mbunge wa jimbo la Dodoma Mjini. Yako mambo ambayo nilianza nayo inawezekana kama hajakamilika katika baadhi ya maeneo, nataka niwahakikishie mbele ya kikao hichi ya kwamba kwa, kwa, kwa popote nitakapokuwa, kama kuna eneo lingine, kuna jambo likosailikamilisha nitajitahidi kuendelea kulifanya hilo, nikiamini hata mwenzangu atakayekuja atanielewa katika sura hiyo, manake baadaye inaweza ikawa tafsiri kwamba unajifanya unajua sana unafanya mpaka. Kwa hiyo pia inaweza ikawepo. Ay, sisi binadamu, sisi binadamu inawezekana kabisa. Kwa hiyo ndio maana nalisema na hapa wazi, nibaki katika kumbukumbu, nibaki katika kumbukumbu kumbu. Kuna sehemu nilikuwa nishaanza kujenza ofisi za kata, nilikuwa nishaanza kujenga madarasa. Siwezi kuiacha, kwa sababu hiyo ndio ambacho mimi liuaan meea kanataka niwahakikishie ya kwamba tutaendelea, tutaendelea kuwa pamoja, isipokuwa tu jambo moja. Ingekuwa ina uwezo wa kumgawanya mtu kipande akaendelea kubaki kuwa hai tungefanya hivyo, lakini kwa bahati mbaya haiwezekani. Lazima leo lazima leo nitamke sehemu ambayo nitakwenda kugombea.